Karibu tena mtazamaji, tunaendelea na, mtaza na simulizi yetu ya najuta kumfahamu ya dada yetu Recho ambaye ameamua kutufahamisha kuhusiana yaki, na maisha yake yaliyomkuta na kwa nini simulizi hii akaipa jina najuta kumfahamu, ikiwa ni episodi ya tano. Tunazidi kusonga mbele katika simulizi yetu hii, na wewe kama ni mtazamaji unatazama simulizi hii kwa mara ya kwanza kabisa na haujajiunga kwenye channel yetu, tafadhali bonyeza maneno mekundu kwa subscribe, bonyeza na ile alama ya kengele, ili tukieka video zingine, basi unakuwa wa kwanza kupata taarifa na kuweza kupata video au kuweza kuitazama ukiwa wa kwanza, na hutapitwa na stori hizi kwa mfululizo wote na simulizi zingine ambazo zitakuja hapa. Tulipoishia katika episodi ya nne, ilituonyesha kwamba Rachel alipokea simu au simu yake iliita ikiwa na namba inayoishia kumi na mbili, na hiyo namba hakuweza kuifahamu, japo anasema kwamba alivyoshika simu yake kuipokea, basi alishtuka sana. Sasa tuendelee. Anasema baada ya mimi kupokea simu hiyo, nilisikia sauti ya baba yangu mzazi, ambaye aliongea kwa ukali sana, akinilaumu kwa nini nimempigia mama yangu na kumwambia sina pesa ya kodi. Baba yangu alinitolea maneno makali sana ambayo alinifanya nivunjike moyo na kujisikia hasira ambavyo ilinifanya nitamani kuweza kumjibu lakini, kutokana ni mzazi ni baba yangu, sikuweza kufanya hivyo, ilinibidi ninyamaze ni kimya, na yeye aliendelea kuzungumza kama chereani ilivyokuwa ikishona nguo. Masikio yangu yalimsikiliza mpaka nilijikuta kama nahisi kupata usingizi. Baba yangu aliongea maneno makali ambayo yalinivunja moyo na kunifanya niweze kusikitika sana, na kuona kile nilichokifanya kumwambia mama yangu kuhusiana na kodi, nilikuwa nimefanya kosa kubwa sana lakini baba yangu alizungumza bila kutambua kwamba yeye ndiye aliyesababisha mimi niweze kuwa vile, kwa maana simu yake nilimtafuta li zaidi ya wiki mbili, hakuwa anapatikana. Baba yangu alizungumza zaidi ya nusu saa, pengine ilizidi, na hakuweza kunipa nafasi ya mimi kuzungumza. Maneno yake ya mwisho nayakumbuka, aliyozungumza baba yangu alisema kwa kuwa mimi niliamua kumtafuta mama yangu na kuonyesha kwamba yeye alikuwa hajanitumia pesa mapema, basi kuanzia siku hiyo aliyozungumza na mimi, nisimwite baba, na yeye wala hatambui kama na binti anaitwa Resho. Sasa yeye anaangalia maisha yake mengine. Mama yangu niliyemtafuta, basi nitabaki nikimfuata yeye, na yeye hatakaa akanifahamu. Maneno hayo yaliniingia moyoni. Nilisikia moyo wangu unashtuka, ulichoma maumivu ambayo sikuwahi kuyasikia pengine, lakini zaidi, machozi yalianza kulitoka machoni. Niliwaza, kwa nini baba yangu kamtaja mama? Hapo hapo alikata simu na kuita, washenzi nyie, mtabaki kama mama yenu. Hilo ndilo neno la mwisho baba yangu alizungumza, sitakaa nikasahau. Alikata simu yake. Nilisikia uchungu sana, uchungu ambao ulinifanya nihisi mwili wangu unasisimka, nikikumbuka maisha ambayo mama yangu wanaishi. Nilijua kati ya baba na mama kuna tofauti hupo, na ndio sababu baba yangu mpaka wakati huo hakuwepo nyumbani. Nilitamani kumpigia mama yangu lakini nilikosa ujasiri. Moyo wangu ulikuwa umejaa nasikia hasira ya kubomoka, lakini nilikuwa sina uwezo, kwa sababu mimi ni kiumbe binadamu. Uchungu ulinishika zaidi, nilitamani nilie. Nilichukua maji ya kunywa, nilikunywa, lakini presha haikushuka. Nilisikia kama natamani nianguke chini, kama koo langu limekabwa, nilishindwa cha kufanya. Kiukweli, moyo wangu uliniuma kiasi ambacho kwa kipindi hicho nilikuwa sijafikia. Nilimkumbuka baba yangu katika matendo yake yote alivyonikuza nikiishi naye nyumbani, nikiwaza kuna tatizo gani ambalo limetokea. Baba yangu amekuwaje? Kwa nini mimi kutoka nyumbani kuja kuwa chuo baba yangu awe hivi? Ni kwa sababu nimemwomba hela ya kodi au kwa sababu nimemwomba mama yangu pesa ya kodi. Nilishindwa kuelewa. Ilinipata masaa matatu tu nikiwa bado na tafakari masuala ya baba yangu alioniambia. Kiukweli nguvu ziliniishia, nilibaki nikiwa mnyonge na mwenye maumivu ya moyo ambayo yalikuwa hayana kifani na sijui jinsi ya kuyaelezea. Nilichukua simu yangu na kutaka kumtafuta mama yangu, nimuulize tatizo ni lipi, kwa nini baba yangu amenipigia simu ikiwa na namna hiyo. Nilipiga simu hiyo kwa mama, mama yangu alipokea. Wakati huo asila zilikuwa zimeshuka. Mama yangu alivyopokea simu yake, nilihisi kwanza machozi yakinitoka, nilitamani kulia kwa uchungu, lakini nilijikaza, nikasema hapana, nitataka kujua sababu ni nini. Nilimuuliza mama, umempigia baba Mama yangu alisema hapana, sijampata, ila labda huyo rafiki yake nilimpigia, nilimwambia amtafute kwanza baba yako, akimkosa basi akutumie pesa, alafu baba yako atamrudishia. Nilimuuliza ni nani, akasema huyo ni rafiki wa baba yako ambaye baba yako alini alini taarifu kwamba nikiwa na tatizo lolote, basi yeye ndiye mtu wa kumwambia na nikimwona yeye ni sawa nimemwona baba yako, kwa sababu asipokuwepo yeye angekuwa na uwezo wa kunisaidia shida ambayo tungekuwa tumepata. Kwa sababu mama yangu alizungumza hivyo, basi nilijua moja kwa moja taarifa za baba yangu kuhusiana na habari yangu ya kodi, basi atakuwa ameambiwa na huyo rafiki yake ambaye mama alimpa taarifa. Kiukweli nilibaki nikiwa na masikitiko. Sasa ilibidi iwe siri yangu kwamba baba yangu amenipigia. Nilimwambia, haya mama, uwe na usiku mwema. Mamangu alisema, usiwe na wasiwasi mwanangu. Aliongea maneno ya kunitia moyo kama kawaida ya mama walivyo. Kesho ukiamka asubuhi, utakuta pesa yako iko kwenye simu yako. Kiukweli mama yangu alizungumza bila kujua ni kitu gani ambacho nimekutana nacho. Basi niliona nisimpe mawazo mama yangu, ilibidi mimi ninyamaze, na ukimya wangu uliweza kusaidia. Kwa maana ningemwambia mama yangu wakati huo, basi ningeweza kuamsha moto ambao nisingeweza kuzima. Nilimwitikia mama yangu na simu yake alikata, na hivyo nilitulia. Sasa nilibaki kichwani na mawazo kama kodi nilokuwa naitegemea kutoka kwa huyo mtu ambaye mama alisema atamtumia, ni rafiki yake na baba, na tayari mimi nafahamu amekwisha mwambie baba yangu, na baba yangu kanipigia simu akiwa anazungumza maneno makali kama yale, kwa mimi mwanaye, binti yake kama mimi. Jamani, nilinamisha kichwa, nilishindwa nafanya nini au niamue kipi. Nilichokiamua kwa wakati huo, mimi nilinyamaza, nilienda nikajilaza kitandani nikiwa na waza sasa kwamba plani B ambayo nilikuwa naitegemea kutoka kwa mama, mama yangu alikuwa akiitegemea imekwama, na sasa imeonekana kwamba haitawezekana, maana mlengo mwenye tulitegemea atatupa hela ni baba, na baba ndo huyo alinipigia simu akiniambia hivyo. Kiukweli nilitulia nikiwa na waza kesho yangu akucha vipi, maana mwenye nyumba ndio siku ambayo anatakiwa kuja kuchukua kodi yake. Nilimwandikia rafiki yangu Ana message, nilimwambia, besti umelala? Alijibu hapana. Unafanya nini? Akaniambia ha, naangalia movie. Kesho ninaweza kuja kwako mapema asubuhi, utakuwa na muda? Aliniambia bila shaka rafiki yangu, njoo kwa sababu nitakuwa nyumbani, nitakuwa nafanya usafi uje basi. Nilimwambia sawa kwa message. Rafiki yangu ana alinijibu, na pia niliona ni mtu mungwana sana, kwa maana shida zangu yeye alipenda kuzibeba nikiwa kama ndugu yake. Nilinyamaza na wakati huo nilikuwa bado nimejituliza. Nakumbuka yale maneno ya baba yangu. Simu yangu niliweka upande wangu wa kushoto, nilikuwa nimelala. Ghafla simu yangu iliita, kuangalia simu namba iliyopiga ni ya Kelvin. Sasa kwa jinsi nilivyokuwa na hali yangu hiyo, niliwaza kupokea simu ya Kelvin ingekuwa changamoto. Nilijifikiria mara mbili mbili kuipokea, lakini basi tu nilijikaza nikasema, bana, ngoja nimpokelee asije akaniona ni mtu ambaye nadharau. Halo, halo, mrembo, umelala? Hapana, ok, tunaweza tukapata muda wa kuzungumza. Ah, Kelvin, najisikia naumwa. Hapana, hapana, lecho tafadhali Usiniambie unaumwa maana najua na unanidanganya. Tumeongea muda si mrefu huku, niambie unaumwa sasa hivi umeumwa? okay, kwa sababu gani? Tafadhali Rachel, naomba tuzungumze, tafadhali naomba niambie. Rachel, sijajua unachokifikiria ni kipi, na sijapiga simu kwa sababu ya kukufanya ukose furaha yako. Tafadhali, kama unajisikia vibaya kuzungumza na mimi niambie, na mimi nitakuacha uweze kulala. Hapana <coughs> wewe niambie ambacho unataka kuniambia oh, Okay, ina maana ukiniambia hapana umeniruhusu mimi mi niweze kuzungumza sasa, recho bisa nilitaka nifahamu umekula nini usiku huu. <laughs> Kelvin, kwa nini unaniuliza kitu ambacho nimekula? Tafadhali naomba uzungumze kitu ambacho unataka kuzungumza. kuhusiana na mimi kula, tafadhali nadhani haitakuwa inakuhusu kwa sasa. Naomba uniambie ulichopiga simu kuniambia. Oh, Hasira, unaonekana una hasira. Naomba niambie tatizo unalo. Toka nilivyoongea nawe awali, nilikuuliza una tatizo gani niambie, lakini naona bado unabaki kuwa hivyo hivyo na unaonyesha una hasira. Mimi ni daktari wa binadamu, kwa hiyo nafahamu ninavyozungumza na mtu, najua nini ambacho anakifikiria. Richard, una tatizo lakini hutaki kuniambia mimi sina tatizo. Kama umekosa cha kuniambia, basi naomba uniache nilale tafadhali. No Rachel, hauko sawa okay. Nitakupigia baada ya dakika kumi na tano, naomba nikuache kwanza. Naomba nikikupigia simu yangu naomba uipokee, usiache kuipokea okay. Kelvin alikata simu yake na nilijiuliza hivi, kwa nini nimefanya hivyo? Maana kama nilikuwa nimetoka kwenye uwepo kidogo, lakini alinikera kwa sababu mambo alikuwa akiniuliza, aliniuliza maswali ambayo yanahusiana na majibu mbaangu alonijibu. Nilijikuta nimepandisha hasira ghafla bila kujitambua. Kiukweli, hapo nilisikia moyo wangu unauma, nimemfanyia vibaya. Nilianza kufikiria nichokifanya ni kitu gani. Nilijilaumu, lakini nilikumbuka ameniuliza nina shida gani. Basi dakika kumi na tano alizonipa nilianza kuwaza nimwambie shida ambazo zinanikabili au nifanyaje? Nakumbuka nimeshamwambia ana kisha nitaenda kuongea naye na niliwaza nitaenda kuongea naye ana nini, nitaenda kumwambia niishi naye kwa sababu mwenye nyumba nilijua akija hatanifukuza na kunitolea vitu nje. Nilisema maskini mimi, maisha yangu yanaanza kuwa magumu hivi. Familia yetu imeingiliwa na nini? Baba yangu amepata tatizo gani? Kwa nini amenitamkia maneno mabaya kama hayo? Wajibu wa kunisomesha baba yangu ni wake, lakini kwa nini amenitenga kwa nini amenifanya mimi nianze kumfikiria vibaya baba yangu? Kwa nini amenichukia? Hayo ni maswali ambayo niliweza kujiuliza wakati nawaza, kwa nini baba yangu ameweza kunifanyia hivyo. Nilikuwa na ni mitihani mitatu ambayo ilinipa mawazo yote. Mtihani wa kwanza ni wa baba yangu na kuwaza kodi napata wapi? Mtihani wa pili ni mwenye nyumba ambaye alikuwa anakuja asubuhi kudai kodi yake, na mtihani wa tatu ulikuwa ni kwa Kelvin. Kichwa kimoja kinawaza mambo matatu kwa wakati mmoja, jamani, nilihisi kuchanganyikiwa. Niliamka, nilichota maji, niliweka kwenye jagi langu mezani, nilikunywa tena, kwa maana nilikuwa nahisi kama nachanganyikiwa. Na hapo Dakika 15 nikajikuta zimeisha bila mekutambua. Simu ya Kelvin iliita, ilivyoita tu nilishtuka, nilijua tayari dakika 15 nimezimaliza, na sasa namjibu nini? Mpenzi mtazamaji hii ni episodi ya tano. Tayari tunaona Kelvin amepiga tena simu kwa mara nyingine. Je, recha ataipokea au atafanyaje? Tayari recha ametuambia ana msongo wa mawazo na nini ambacho kitaendelea ibana. E, usikose simulizi hii najuta kumfahamu. Hii ni episodi ya kuu ya tano tutaenda kuendelea na episode ya sita na usikose hii itakuja ni kesho. Kama nilivyokwambia simulizi hizi zinapostiwa kwenye YouTube yetu ya Jamii Plus, muda ni saa 11 jioni kamili. Weka notification, yani maana yake bonyeza alama ya kengele, ili tunapokuwa tumeweka tu isikupite na uweze kuipata na uenjoy uisikilize. Hakika nakwambia simulizi hii itatufundisha. Tuandikie komenti hapo chini, niambie unafikiria nini kuhusiana na simulizi hii, itakuwa jambo Vema sana ukisubscribe na ukalike video hii, asante sana. Nikuage kwa sasa, tukutane katika wakipindi kinachofuata. Bye bye.